Chaina na Marekani wamefikia makubaliano ya kupunguza viwango vyao vya kodi kwa asilimia mia moja kumi na tano kwa nchi zote mbili, katangia hii vita ianze. Utabiri wangu mi niliwaambiaje? Niliwambia hii vita Marekani ameshashindwa kuanziada kwa, kwa sababu kihali halisi Wamarekani wanatembea katika mifuko ya Wachina, na baada hii vita kuanza, Wachina walianza kuwadhi haki Wamarekani kwamba Wamarekani ni wavivu Wamarekani hawawezi kuzalisha. Wamarekani hawana njia mbadala, ila watarudi kwao. Na tuliona video nyingi za ni namna gani Mchina bado alikuwa analizunguka soko la Marekani. Tangia hii vita ianze, ni upande gani ulikuwa unalia kuliko mwingine? Kutoka kwa raia wa kawaida, ni Marekani. Tena vita zilianza kwa wale wafanyabiashara wakubwa, vita ya Jeff Bezos, mmiliki wa Amazon na Trump. Niliwapa feedback, nikawapa feedback. Ugomvi ulifika mpaka Ikulu wananchi wa kawaida wakawa wanapiga kelele, Walmart hazina bidhaa. Ndugu zangu, katika maisha ya kawaida, mswahili tu wa kawaida hawezi kumaliza wiki nzima bila kununua bidhaa ya kichina. One single week huwezi kuimaliza bila kununua bidhaa ya kichina, hata anchifu ya shilingi elfu moja, sio shilingi mia tano. You tell me kwamba Amerika anaweza akaishinda China kwenye vita ya kodi? Amerika is done. America ndio mwisho wake niliwapa kabisa hiyo nikamwambia, it is impossible katika hii vita Amerika kushinda. Kikao kimefanyika Geneva baada ya kelele nyingi za raia wa Marekani kumwambia mzee, na kila siku nilikuwa wanapaga hizi picha za how american are suffering. Wamarekani wanaishi kwenye mifuko ya Wachina, hawana ujanja. Kuna kitu kinaitwa trade deficit, niliwapa hiyo kama ukumbuki. Nikupe kwa mwaka mzima, dunia inainyonya Marekani 1 trillion US dollar, trilioni moja. Marekani anapoteza kwenye trade deficit yaani, yeye ananyonywa, haingizi chochote, ananyonywa trilioni moja. Alafu kwa mwaka huo huo Wachina wao wanainyonya dunia nzima bilioni mia nane, yani bado kama bilioni kadhaa tu ifike trilioni moja na wao. Kwa hiyo bilioni mia nane plus Wachina wananyonya kutoka duniani kwa mwaka, wakati Marekani anapoteza bilioni moja. Mchina yeye ananyonya bilioni mia nane, trilioni moja, sorry, Mchina yeye ananyonya wa bilioni mia nane plus. Msingi wa jamii yoyote ile ni familia. Ukishaharibu kizazi chako, no, nishawambia hiyo haipo break. So breaking news ni kwamba America ame bow down, amesurenda. Hakuna maisha kwa Amerika pasipo wa China. I told you, niliwambieni hiyo kitu nongia